Ndugu zangu Waislam, tukiendelea tena katika darsa yetu ya alhikamu alataiya, leo hikma yetu inasema: inama yulimuka almanu liadami fahmika an illahi fihi. Hakika kinachokuumiza wewe unaponyimwa ni kwa sababu ya kuto kujua hikma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika kile ambacho alichokunyima. Hikma hii inatufahamisha falsafa ya maisha yetu ya kidunia. Binadamu tunaishi kila mmoja anabeba humum, anabeba ni yani mambo ambayo anayoyataka, anayoyafikiria, ana matumaini marefu, ana mambo ambayo anayahitaji kwamba ayapate katika maisha yake. Sasa kuna wengine pengine wanahitaji kupata uzima, apate afya, kuna mwingine anahitaji watoto, kuna mwingine anatamani awe ni tajiri, apate mali, kuna mwingine anatamani apate kazi. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana umniyati, ana matumaini maalum. Wakati mwingine yawezekana yale mambo yakatokezea vile vile tunavyotaka sisi, lakini wakati mwingine Allah subhanahu wataala tukamwomba au tukayatamani tu katika nafsi zetu, lakini tusiapate yale mambo. Kwa hiyo mtu hatakiwi pale akakata tamaa na akaona labda Mwenyezi Mungu hakumpenda wakati alipomnyima kile kitu anachokitaka la Wala tusimdhanie Mwenyezi Mungu vibaya kwa yale ambayo tunayoyakosa katika maisha yetu, kwa sababu huenda ikawa pengine kile ambacho alichokuzuia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ikawa kina kheri kwako wewe kuto kukipata kuliko kukipata. Kwa hiyo katika mambo ambayo Allah anatunyima katika maisha yetu tufahamu kwamba ndani yake kuna hikma, hikma kubwa sana. Yawezekana wakati mwingine Allah subhanahu wataala pengine kakunyima kitu usikipate lakini ikawa ili kunyimwa kwako ndio sababu ya wewe kuelekea kwa Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea Allah subhanahu wataala, na kufuata ile njia ambayo inayotakiwa uifuate katika dini. Lakini ikawa mtu kupewa kile kitu ambacho yeye kanyimwa, lau kwamba angepewa basi ingekiwa ni sababu ya yeye ku kupotea. Kuna watu wangapi ambao pengine wanaomba wana Tamani, lau kwamba wangekuwa matajiri. Lakini wakishakuwa matajiri, basi wanabadilika, wanatoka katika dini, wanakuwa ni watu ambao ni tofauti kabisa kama vile walivyokuwa mwanzo kabla ya kuwa ni matajiri. Na ndio maana, hata Qurani Al-Karimu ikatupigia mfano wa mtu ambaye alikuwa natamani lau kwamba angepewa mali na akaweka hadi nyingi sana katika jambo lile. Lakini baada ya kupewa ile mali, mtu yule akabadilika. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema katika Surat Tauba

na wakakenguka na wakawa ni wenye kupuuza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wakati mwingine mtu anaweza ukanyimwa kitu lakini ikawa ili kunyimwa kwake, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbe anakutayarisha wewe ili uje upate jambo lililokuwa bora zaidi kuliko lile ambalo ulikuwa unalitamani. Na hii kuna mifano mingi sana. Wakati mwingine mtu pingine unaona kwamba unafikwa na kitu fulani lakini hupendi kile kitu kikufike. Lakini kumbe ikawa ni sababu kile kitu ya wewe kufika katika jambo lilokuwa zuri zaidi kwako wewe, ambalo hukuwa unalitarajia katika maisha yako. Na hapa Mwenyezi Mungu katupigia mfano wa kisa maarufu cha Nabii Yusuf alaihissalam, nabii ambaye kapita katika mitihani mingi sana. Pengine mmoja wetu kwa vile namna ambavyo anavyomdhania vibaya Mwenyezi Mungu Subhana wataala anaweza akafikiri labda yule Nabii Yusuf alaihi salam, ile mitihani ambayo aliyoipata kama kwamba labda Mwenyezi Mungu alikuwa hamuoni, au Mwenyezi Mungu alikuwa hampendi, au Mwenyezi Mungu kamdhulumu kufikwa na mitihani ile na yeye bado ni mtoto mdogo. Nabii Yusuf alaihi salam alichukiwa na kuhusudiwa na kaka zake, ikawa hawampendi, wakamtilia fitna kwa baba yake baadaye husda ile ikapelekea kwamba yeye akaingizwa katika kisima akiwa ni mtoto mdogo sana. Baadaye alipotoka katika kisima akachukuliwa na watu akafanywa ni mtumwa akaenda akauzwa, Nabii Yusuf alaihi ssalam. Baada ya hapo akawa ni mtumwa anaelewa katika jumba la kifahari ikatokezea tena matatizo baina yake na wale wanawake ambao waliomzunguka akaingizwa jela Nabi Yusuf alaihi salam. Hebu fikiria, yani marahili zote ambazo kapita Nabi Yusuf alaihi salam, ukiziangalia kwa jicho la dhahiri, kama kwamba kafikwa na matatizo kafikwa na shida, lakini kumbe shida zile ilikuwa ndiyo, e, ndiyo daraja au ndiyo ngazi ya kumnyanyua yeye kufika katika kile cheo kikubwa ambacho Allah subhanahu wataala alimpa hapa duniani na atampa huko katika maisha ya akhira. Nabi Yusufu akaja akawa ni mmoja katika viongozi wakubwa katika zama hizo, katika nchi ya Misri. Lau kwamba Nabi Yusufu angekuwa hakufikwa na matatizo haya, basi pengine asingefika katika ule cheo ambacho alichofika. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema: wakadhalika, na namna hivyo, makanna liyusufa fi lardhi yatabawau minha haithu yasha na hivyo ndivyo ambavyo tulivyommakinisha tukampa uwezo na cheo Nabii Yusuf katika hii ardhi, akawa anaweza kukaa katika ardhi ya Misri anapotaka yeye. yatabawau minha haithu yasha nusibu birahmatina man yasha, tunampa rehma zetu yule ambaye tunamtaka. wala nudhiu ajra almuhsinin, wala hatupotezi ujira wa wale ambao wanaofanya wema. kwa hiyo E, makadirio ya Mwenyezi Mungu ndani yake yana siri kubwa. Mtu hatakiwi yani akahukumu katika kadari ya Mwenyezi Mungu kwa vile ambavyo anavyoona kwa macho yake. Bali ajue kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu anakipanga kwa hikima zake zilizokuwa kubwa. Wakati mwingine sisi hatuwezi kujua hikima ya lile jambo ambalo limemsibu mtu, mtu fulani pengine au limekusibu wewe au kile kitu ambacho umenyimwa nacho katika maisha yako. Ndio maana mshairi akasema

E, ile shari yake na ule ubaya wake ndio ambao uliodhihiri kwako wewe, kwa kwa lakini hatima yake Allah subhanahu wa ta'ala, akaja akakupa heri kubwa katika jambo kama hilo. Kwa hiyo hii ndio mantiki ya hikma hii ya Ibni Ataillah Al-Sakandari, ambayo pia hikma hii akaja akaitilia mkazo katika hikma nyingine ambayo inasema rubama ataka famanaaka, huenda Mwenyezi Mungu akakupa lakini ikawa kakunyima. Huenda Mwenyezi Mungu, ikawa unaona kama kwamba kakupa wewe, kakupa mali lakini kumbe kakunyima, kwa sababu yawezekana mali ile ikakuingiza katika maaswi, ikakutia kibri na kujivuna kwa watu. warubama manaaka faataka, na iwezekana Mwenyezi Mungu akakunyima, lakini kumbe kakupa. waasa wa asa an takrahu sheian wahuwa khairu lakum